Jioni ile anga lilikuwa limetulia upepo mdogo ukipuliza kupitia madirisha ya chumba cha Aisha. Alikuwa ameketi kitandani akishika simu yake kwa makini kama mtu anayeshughulikia jambo la muhimu sana. Leo ilikuwa siku ya kutuma hela kwa mama yake kijijini, hela ya dawa na mahitaji ya nyumbani. Aisha hakuwa na uwezo mkubwa, lakini kila mwisho wa wiki hakosa kuwawekea wazazi wake chochote, hata kama ni kidogo. Alipofungua Mpesa, alihakiki namba ya mama yake mara ya kwanza. Akairudia mara ya pili, akafikiri, nitaandika kwa haraka nikamilishe kabla umeme haujazimika. Chumba kilikuwa na mwanga hafifu wa taa ndogo aliyokuwa amezoea kuitumia ili kupunguza gharama ya umeme. Katika haraka ya kumaliza shughuli hiyo, kidole chake kiliteleza na kubonyeza namba tofauti kidogo, namba aliyodhani ni sahihi. Aliandika kiasi, ujumbe na kubofya send. dakika chache baadaye ujumbe wa uthibitisho ukaja, lakini palepale macho yake yakashtuka. Jina lililotokea halikuwa la mama yake, lilikuwa jina la mwanaume asiyejulikana kabisa. Aisha alihisi moyo ukimdondoka. Mungu wangu, nimekosea namba, alijisemea kwa sauti ya kujaa hofu. Alijikunja uso, akahisi mikono yake kutetemeka taratibu. Kiasi alichotuma hakikuwa kidogo kwa mtu kama yeye, kilikuwa hela ya mahitaji ya familia nzima ya wiki nzima. Alijaribu kupiga namba ile mara moja, mara moja hakupokelewa, akapiga mara ya pili, bado kimya. Hofu ilianza kumvaa, mawazo yakaanza kukimbizana kichwani. huyu mtu ni nani? atarudisha kweli? nimepatwa na nini leo? Aisha aliketi chini sakafuni, akiegemea ukuta, huku akipumua kwa nguvu. Aliwaza kumtumia ujumbe, samahani nimekutumia pesa kimakosa, lakini alisita kwa muda mrefu, akihofia kama ujumbe wake ungejibiwa au kupuuzwa kama ilivyo kawaida kwa watu wengi. Kwa dakika kadhaa, ulimwengu wake ulionekana kusimama, kila kitu kilimvuruga. Dakika chache baadaye simu ikaanza kutingika ikionyesha simu inaingia kutoka kwa namba ile ile aliyokosea akikalisha. Alidondosha simu kwa mshtuko, kabla ya kunyanyua taratibu, moyo ukidunda kwa kasi kana kwamba ulikuwa unapiga hodi ya hatima yake. Alihisi kama maisha yake yote yametulia kati ya midundo ya simu hiyo moja. Simu iliendelea kulia kwa sekunde chache ambazo kwa Aisha zilihisi kama dakika nyingi zisizoisha. Alipoikamata, mikono yake ilikuwa bado inatetemeka. Alijikaza, akapiga pumzi ndefu, kisha akabonyeza accept kwa tahadhari, kana kwamba simu ingeweza kulipuka. Salo, Aisha alisema kwa sauti ya chini iliyoshikana na hofu. Upande wa pili sauti ya kiume tulivu na ya upole ilisikika ikiamsha hisia ya ajabu ndani yake. Mambo yako dada, nimeona umenitumia pesa lakini inaonekana ni makosa. Nikuwekee wapi nikurudishie? Aisha alinyamaza kwa muda mfupi, macho yake yakiangalia ukutani bila kuona. Hakuamini alichosikia. Wakati dunia imejaa watu wanaotamani hela, hata kama si zao, mtu huyu asiyejulikana alikuwa anataka kurejesha. Samahani, ulisema nini? aliuliza kwa mshangao uliosikika wazi. Mwanaume akarudia kwa upole ule ule, umetuma pesa kimakosa, sivyo? Nitakurudishia sasa hivi, niambie tu, unatuma kwa nani? Aisha aliweka mkono kifuani, akahisi moyo ukianza kutulia taratibu. Kumbe, kumbe, umepokea aliuliza kwa aibu akijilaumu kwa mawazo mabaya aliyokuwa nayo dakika chache zilizopita. Ndiyo, nimepokea, mwanaume akajibu, na nimeona ni mlio wa mpesa wa haraka mwingi, nikasema labda mtu kapatwa na shida. Maneno hayo yalimgusa Aisha moja kwa moja kwenye moyo. Kuna watu kama hawa kweli? aliwaza. Naomba nikupe namba sahihi, Aisha alisema baada ya kukusanya ujasiri. Akamtajia namba ya mama yake kwa makini mara mbili, kisha mara ya tatu Usijali na kuwekea sasa hivi, mwanaume alisema kwa utulivu unaoleta amani. Sekunde chache baadaye simu ya Aisha ikatoa mlio wa ujumbe, umepokea twish. Aisha akafungua kwa haraka; zile zile pesa zimerudi bila kukatwa hata shilingi moja. Haiwezekani, Aisha alinong'ona. Asante sana. Sijui niseme nini. Mwanaume akacheka kwa upole, sio tatizo. Hata mimi ningeweza kukosea siku moja. Kabla Aisha ajibu, akasema tena, ukihitaji kuthibitisha kitu au unataka nipeleke kwa mama yako moja kwa moja, niambie. Aisha akaishiwa maneno. Alishindwa kuelewa, mtu asiyejua hata sura yake angewezaje kuwa na moyo wa namna hiyo. Simu ilipokatika alibaki akishika kifua chake akitabasamu kwa mshangao, kumbukumbu ya sauti ile ya upole ikirindima kichwani mwake siku hiyo Aisha alijua ametana na mtu tofauti kabisa na dunia aliyozoea. Kesho yake asubuhi, Aisha aliamka na mawazo mengi kichwani. Usiku mzima alikuwa akiwaza kuhusu yule mwanamume, sauti yake, utulivu wake na kitendo cha kurudisha pesa bila kuuliza maswali. Ilikuwa kitu ambacho bado hakijaingia akilini mwake vizuri. Akiwa kazini, alishindwa kukaa kimya, alijua lazima awaambie marafiki zake Neema na Pendo, ambao mara zote walikuwa washauri wake wa mambo ya maisha. Waliketi pamoja wakati wa mapumziko kwenye meza yao ya kawaida karibu na dirisha la ofisi. Aisha alihema kidogo, kisha akaanza kwa sauti ya kujiamini na mshangao uliochanganyika ndani yake. Wasichana, jana kuna kitu kilinitokea cha ajabu sana, alisema akiwatazama macho kwa macho. Neema aliyejulikana kwa tabia yake ya kupenda drama akasogea karibu. Simulia basi. Nilituma pesa kwa mama, lakini nikakosea, namba zikaenda kwa mwanaume nisiyemjua, aisha akaanza taratibu Pendo akakunja uso, pole sana Aisha, sasa ulipataji? Aisha akachukua muda kidogo, akatabasamu kwa upole, ndiyo maana nawaambia, yule mwanaume alinipigia mwenyewe na akazirudisha zote bila hata kuuliza. Neema alitikisa kichwa kwa mshangao, kisha akapiga mikono meza kwa nguvu ndogo. Hapana, hayo mambo hayatokei siku hizi. Wanaume wa kawaida hawarudishi pesa, huyo lazima anahela, labda ni mtu wa maana sana. Pendo naye akatoa tabasamu la kutafakari, akiinama mbele, mimi hata nina hisia tofauti, labda ni tajiri tu anajifanya kawaida. Watu wa aina hiyo hupenda kujificha ili kuona tabia za watu. Neema akamgeukia pendo haraka, wewe shawahi kuona tajiri anazurula na namba za kawaida hivi? Usinichekeshe. Pendo akajibu kwa utulivu, Neema, ulimwengu ni mpana, watu wa roho nzuri bado wapo, na tajiri wa kweli hajiandiki kwenye uso wala sauti. Aisha aliwatazama rafiki zake hao wawili akiachiwa tabasamu dogo lisilothibitika ndani ya moyo wake. Hakuwa anafikiria kama mwanaume huyo ni tajiri au maskini, kilichomshangaza ni utu wake. Lakini maneno ya marafiki zake yalimfanya aanze kuwaza kwa namna nyingine. Kama kweli ni mtu wa kawaida, kwa nini arudishe pesa haraka hivyo? Kwa nini awe na sauti ya upole wa namna ile? Marafiki zake waliendelea kumshauri kutafuta, kumjua zaidi. Aisha alibaki na fikra nzito kichwani, bila kujua kuwa maoni hayo ya marafiki zake yalikuwa yanakaribia kubadilisha maisha yake yote. Kesho yake jioni, Aisha alikuwa ameketi kwenye kitanda chake akisubiri maji ya kuoga yajaze geiza ya nyumba ndogo aliyokuwa akiishi. Mawazo yake yote yalikuwa yanamrudisha kwenye maneno ya Neema na Pendo. Waliendelea kumnongoneza kazini mchana mzima, muone tu Aisha, huwezi kujua hata kama hamuendelei, ni vizuri kumshukuru uso kwa uso. Huyu si wa kawaida. Kadiri alivyowaza, ndivyo alivyohisi kuwa marafiki zake walikuwa na hoja. Kitendo cha kurudisha pesa haraka kiasi kile kingekuwa nadra hata kwa watu wanaodai kuwa na hofu ya Mungu. Kulikuwa na jambo fulani tofauti juu ya mwanaume yule, jambo ambalo hata akili yake haingeweza kulielezea kwa maneno. Aliinuka polepole pole, akachukua simu yake mezani. Aliitazama kwa muda, moyo ukimwambia afanye jambo ambalo siku zote alilikwepa: kuanza mazungumzo na mtu asiyejulikana. Aliandika ujumbe wa kwanza, akaufuta, akaandika mwingine, akaufuta tena. Hatimaye akapumua kwa kina na kubandika kidole taratibu kwenye skrini. Asante sana kwa kurudisha pesa jana. Nilipatwa na hofu kubwa, lakini ukawa mkweli. Ningependa kukushukuru uso kwa uso, kama huna shida unaweza kukutana nami muda wowote utakapopata nafasi. Akausoma mara tatu akihisi kama ujumbe huo ulikuwa mzito kupita kiasi, lakini kabla hajabadilisha mawazo, akaubofya send. Mara tu ujumbe ulipotumwa, moyo wake ulianza kupiga kasi. Aliweka simu pembeni na kuanza kutembea tembea ndani ya chumba kidogo, kama mtu anayesubiri hukumu. Mbona natetemeka hivi? aliuliza huku akijishika kifua. Dakika mbili hazikuisha simu ikatoka kutoa mlio wa ujumbe. Aisha alishika pumzi na kufungua haraka. Karibu sana hakuna tatizo, kukutana chagua sehemu na muda unaokufaa. Aisha aliketi chini sakafuni, akishika simu kwa mikono miwili. Sauti yake ya ndani ikasema, kwani huyu mtu ni wa aina gani? Anaongea kwa ustaarabu kama mtu aliyesomea maisha, sio tu vitabu. Alimpigia Neema na Pendo mara moja kuwaambia wote wakapiga kelele za shangwe na kumwambia aangalie muda kesho jioni ili wakutane wote watatu. Aisha alitabasamu, alijua siku inayofuata ingeleta majibu au maswali mapya zaidi. Hakujua kabisa kwamba kukutana huko kulikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa kuliko alivyowahi kufikiria katika maisha yake. Upande wa pili wa mji, wakati Aisha na marafiki zake wakipanga mipango ya kukutana naye Hamza alikuwa ameketi kwenye kochi lake la kifahari katika penthouse yake iliyoko ghorofa ya juu ya jengo refu jijini. Dirisha kubwa liliruhusu upepo mwanana kuingia likipeperusha pazia kwa utulivu. Alikuwa amevalia tisheti nyeupe safi na suruali ya gharama kubwa, lakini macho yake yalikuwa yamejaa mawazo mazito. Alishikilia simu yake akitafakari ya ujumbe wa Aisha aliyopokea dakika chache zilizopita. Tabasamu mdogo lilichipuka usoni mwake. Huyo msichana ana sauti ya heshima, hana majivuno, alijiambia kimoyomoyo. Lakini hekima ya Hamza ilitokana na majeraha ya zamani. Akiwa tajiri mchanga, alishawahi kupendwa na wanawake wawili ambao baadaye aligundua hawakuwahi kuvutiwa naye bali na mali yake tu. Walimwangusha, wakimwacha na kiwewe cha kutumia tu. Tokea siku hiyo aliapa, sitaki mwanamke wa mali, nataka mwanamke wa roho Ndiyo maana hakuwahi kutangaza utajiri wake kwa mtu yeyote wa haraka. Mara nyingi alienda mtaani akiwa amevaa kawaida, akipima tabia za watu. Ucheshi wa watu wachache unaweza kupimika kwa macho, lakini nia zao za ndani hupimwa kwa jaribio dogo tu. Aliposikia Aisha anataka kukutana, moyo wake ulitafakari upya. Je, atakuwa kama wengine? Alisimama polepole, akaenda kwenye chumba chake kikubwa cha kuvaa Kabati lake lililipuka kwa nguo za gharama, viatu vya bei ya magari madogo na suti zilizoagizwa kutoka nje ya nchi. Lakini alichofungua ni droo ya chini kabisa, ile ambayo hakuwahi kugusa kwa miezi mingi. Ndani yake kulikuwa na fulana aliyowahi kuvaa miaka mingi iliyopita, suruali iliyochakaa na viatu vya zamani aliyovitumia alipokuwa hana kitu. Aliivuta fulana ile, akaivuta harufu yake na akahisi kumbukumbu zake za maisha magumu zikimvamia. Hii ndiyo sura ya kweli ya mtihani, alisema, akiwa mbele ya kioo. Alivaa nguo zile za kawaida. Alipomaliza, hakuonekana kama tajiri aliyezoea maisha ya kifahari. Alionekana kama mwanaume wa hali ya kawaida, labda hata wa kupambana. Alijiangalia tena. Mwanamke wa kweli hata yumba kwa mavazi, alijisemea. Hamza akaweka simu mfukoni, akavuta jaketi la zamani na kutoka nje ya mlango wa nyumba yake ya kifahari, akienda kukutana na wanawake watatu ambao hawakuwahi kujua alikuwa nani. Safari ya kujaribu mioyo ilikuwa imeanza. Siku ya kukutana ilifika jioni yenye upepo mwanana, anga likiwa limejaa rangi za machweo. Aisha alikuwa amejiandaa kwa tahadhari, amevaa mavazi ya kawaida lakini nadhifu. Neema na Pendo walifika nyumbani kwake mapema ili waende pamoja. Neema akiwa na hamu ya kuona tajiri anayeishi kwa siri huku Pendo akiwa mtulivu kama kawaida yake. Walipofika katika sehemu waliokubaliana, kahawa ndogo iliyo pembeni ya barabara, walikaa kwenye meza ya nje wakisubiri. Aisha alijaribu kutulia, lakini moyo wake ulikuwa unadunda kwa nguvu. Alikuwa na picha fulani kichwani, mwanaume mtaratibu, msafi, labda mwenye suti ndogo ya kawaida, kitu cha kumtofautisha, lakini hamkuwa na uhakika. Dakika chache baadaye, Aisha aliona mtu akikaribia kutoka upande wa pili wa barabara. Alikuwa amevaa fulana ya zamani, suruali iliyokuwa imechoka na viatu vilivyokosa kung'aa kwa muda mrefu. Alitembea polepole pole kwa utulivu, huku macho yake yakionyesha aibu ya mtu asiyependa kujionesha. Alipokaribia meza yao, pendo alimwangalia kwa makini. Neema kwa upande mwingine, alikunja uso na kuinamisha kichwa upande, kama mtu anayepima bidhaa isiyo na bei. Huyu ni nani tena? Neema alinong'ona. Hamza alisimama mbele yao, akatoa tabasamu la adabu samahani, naitwa Hamza naamini ninyi mnaitwa Aisha, Pendo na Neema. Aisha alishtuka kidogo. Ndiyo, ndio, karibu akajibu, ingawa macho yake yalimsoma upya. Hakutarajia kabisa sura ya mtu anayerudisha pesa kwa ukamilifu awe na mwonekano wa mtu anayepambana na maisha. Neema alijiegemeza kwenye kiti na kusema kwa sauti ya dharau isiyofichika, huyu ndio alirudisha pesa? sioni ni hata viatu vya maana Kicheko kidogo cha dharau kikatoka mdomoni mwake. Hamza alitazama chini kwa unyenyekevu, kisha akasema kwa upole, ndiyo ni mimi, na samahani kama niliwasumbua. Aisha alitazama Hamza akihisi mkanganyiko mkubwa. Sauti yake ilikuwa ile ile ya usiku ule, yenye adabu na utulivu. Hakuna dharau, hakuna majivuno. Lakini mavazi yake, mwonekano wake yote yalimsababisha ajikute akiogelea kwenye swali moja kuu. Huyu mtu ni nani kweli? Pendo alimtazama Hamza kwa jicho la ndani zaidi. Hakusema sana, lakini aliona kitu ambacho wengine hawakukiona, upole wa kweli. Aisha, akiwa kimya, alihisi moyo wake ukianza kupasuka katikati ya mshangao, wasiwasi na huruma isiyoelezeka. Dakika zilivyozidi kusonga, meza ile ilianza kuwa moto, sio kwa jua la jioni, bali kwa maneno ya ndani ya kudharau kutoka kwa marafiki wa Aisha. Ingawa Hamza alikuwa amekaa kwa adabu, akizungumza kwa upole na kutabasamu kwa heshima, Neema na Pendo walikuwa wamekwisha mshusha thamani kabla hata ya kumjua. Neema alimwangalia juu chini, kisha akageuka kumnong'oneza Pendo kwa sauti ya chini lakini ya dharau isiyofichika, huyu si levo zetu kabisa. Angalia suruali yake imechoka hadi inalia msaada. Pendo naye akatikisa kichwa, ingawa alijaribu kutokuwa mkali, lakini bado akasema kimya kimya, labda alirudisha pesa kwa sababu hana anachoshika. Unajua watu wa hali ngumu huwa wanataka tu kujionesha kuwa wana utu. Hao maneno yalianguka masikioni mwa Hamza kama mawe mazito. Ingawa hakutaka kuonesha, alijaribu kutazama mbali akipiga tabasamu la kujilazimisha. Aisha alisikia kila neno, moyo wake ukitetemeka kwa aibu. Alijua marafiki zake wanaongea vibaya, lakini hakuweza kupata ujasiri wa kuwasimamisha. Badala yake alijificha nyuma ya tabasamu la kulazimisha, akijifanya hajui kinachoendelea. Hamza aliinua macho yake kwa Aisha mara mbili tatu, akitarajia kutazama angalau mtu mmoja mwenye huruma, lakini uso wa Aisha ulijaa woga na sintofahamu. Alikuwa anayeonekana zaidi kumficha Hamza kuliko kumtetea hata tabasamu lake la kwanza la kumkaribisha lilikuwa limetoweka. Hatimaye Aisha alijikuta akiinuka taratibu, akisema kwa sauti ambayo hata yeye hakuiamini, tumemaliza muda, tuondoke. Hamza aliinuka pia, akiwa na matumaini kwamba angalau angepata neno moja la shukurani kama mwanzo wa urafiki, lakini Aisha hakuweza hata kumtazama vizuri usoni. Alisema kwa haraka a, asante sana kwa kuja kisha akaendelea mbele kana kwamba hakutaka kuzungumza naye zaidi. Wakati wanatembea kuelekea barabarani, Neema akacheka kwa dharau, yaani, huyu ndo mtu ulihangaika naye jana? Huyo si wakula naye meza moja? Pendo naye akatikisa kichwa, Aisha, umepoteza muda kupokea simu yake. Hamza alibaki nyuma kidogo akiwatazama wakiondoka. Hakusema neno, hakuwaita, hakujitetea. Lakini moyoni mwake alijua majibu aliyokuwa anatafuta yameanza kujionyesha, na hakujua kwamba kati ya hao watatu kulikuwa mmoja atakayebadilisha kila kitu. Pendo hakutaka kuondoka kama wenzake. Alibaki amesimama pale pembezoni, akiangalia jinsi Hamza alivyobaki peke yake akishikilia mfuko wake wa plastiki uliotoboka pembeni. Watu walikuwa wakipita bila kumwangalia, wengine wakimkwepa kama mzigo wa maisha, lakini Pendo aliona kitu tofauti ndani yake utulivu, heshima na ule mwanga hafifu wa mtu ambaye amejifunza kukubali dunia bila kulalamika. Akapumua polepole kisha akamsogelea. Samahani, alisema kwa sauti ya upole, marafiki zangu wameondoka kwa haraka, lakini nilitaka nikuambie jambo moja. Hamza akainua macho yake, macho yaliyojaa unyenyekevu usiojitengeneza. Ndiyo dada, sema Pendo akasitasita kidogo kisha akaendelea. Mwanzo kabisa ulirudisha pesa bila hata kuangalia kama atakushukuru. Huo ni moyo ambao huwezi kuufundisha wala kuununua. Watu wengi wanataka kuona mavazi, viatu, simu au gari, lakini wewe umeonyesha utu kabla ya chochote. Maneno yale yalimgusa Hamza kama mkono wa joto katika baridi kali. Kwa sekunde kadhaa, alishindwa hata kujibu. Alikuwa amekutana na wanawake wengi, lakini karibu wote walimwona kama benki ya kutembea. Hakukumbuki mara ya mwisho ambapo mtu alimpongeza kwa roho yake badala ya fedha zake. Shukrani, alisema kimwa, sauti ikiwa na hisia. Sikutarajia mtu angekuona tofauti. Pendo akatabasamu. Kila mtu ana hadithi, sitakuhukumu kwa mavazi wala mfuko uliotoboka. Watu wazuri hawavai alama usoni. Hamza akacheka kwa mara ya kwanza siku hiyo, kicheko cha aibu lakini cha kweli. wewe ni mtu wa aina nadra Pendo. Pendo akajibu labda, lakini pia labda wewe ndiye mtu wa aina nadra zaidi. Akampa mkono kwa ishara ya kuagana, na Hamza akautazama kwa muda, kama mtu aliyepata tumaini jipya baada ya safari ndefu ya kukataliwa. Katika kundi lote la marafiki, watu waliokuwa wamevaa vizuri na kuheshimika, kulikuwa na mmoja tu aliyemwona mwanadamu, si ombaomba na hilo lilimpa Hamza nguvu mpya, ingawa bado hakufichua siri yake. Siku zilipita taratibu kama upepo wa jioni, na kila siku ilizidi kumvuta Pendo karibu na Hamza bila hata wao kugundua. Mara ya kwanza walikutana tena sokoni, Pendo akiwa amenunua matunda na Hamza akiwa amekaa kwenye kivuli kile kile cha kibanda cha mbao. Alipomwona Pendo, alitabasamu bila kujizuia. Ujambo tena rafiki yangu, aliuliza kwa sauti ya furaha. Hamza alimuinukia taratibu akashika kile kiti chake cha plastiki kilichochakaa. Sijambo, Pendo. Siku yangu imekuwa njema sasa. Maneno hayo yakamfanya Pendo acheke kwa aibu, na hapo ndipo mazungumzo yao yakaanza kupanuka kama maua yanayochanua. Walizungumza kuhusu maisha, ndoto na imani zao ndogondogo kuhusu dunia. Hamza akagundua kuwa Pendo hakuwa kama wanawake aliyowahi kukutana nao. Hakutaka kujua analipwa kiasi gani, anaishi wapi, au ana nini. Badala yake alitaka kujua ni nani, mtu gani wa ndani, moyo wake ukoje. Siku zilizofuata walikutana tena, safari hii kwenye bustani ndogo iliyokuwa nyuma ya jengo la manispa. Walitembea taratibu, Pendo akimwambia hadithi za utotoni na Hamza akimsikiliza kana kwamba ulimwengu wote umesimama. Kila tabasamu la Pendo lilifuta doa moja la majeraha ya zamani ndani ya moyo wa Hamza. Kuna kitu nakupenda sana kwacho, Pendo alimwambia siku moja, wakiwa wamekaa kwenye benchi lililochorwa na jua. Nini hicho? Hamza akauliza, macho yakimng'aa kama mtu ambaye bado haamini anastahili mapenzi. Unanifanya nihisi salama, utamani kunivutia kwa maneno makubwa, wewe ni wa kweli. Hamza alinyamaza, angependa kumwambia kuwa yeye ni tajiri kuliko anavyoonekana kuwa maisha yake halisi hayafanani na mwonekano wake wa sasa, lakini moyo wake ulimsukuma kuendelea kujificha mpaka ajiridhishe kabisa kuwa Pendo anamchagua kwa roho si kwa mali. Siku zikaendelea hivyo, vicheko vidogo, mazungumzo ya polepole na macho yaliyokuwa yakikutana mara nyingi kuliko sauti zao. Upendo ulianza kimya kimya, kama jua linavyoanza kuangaza kabla halijachomoza kabisa na Hamza kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi kuwa huenda safari yake ya kutafuta mwanamke wa kweli imefika mwisho. Siku moja jioni, Hamza alimwita Pendo kumtembelea. Alikuwa amemwambia, "Kuna kitu ningependa kukuonyesha, kitu cha thamani kwangu." Pendo alifika akiwa na moyo mkunjufu na mshangao kidogo. Hamza alimkaribisha kwa tabasamu la upole, akamshika mkono taratibu na kisha wakaanza kutembea kupitia mlango wa mbele. Lakini badala ya nyumba ndogo au chumba cha kawaida, Pendo alishangaa kuona milango mikubwa ya mbao imepambwa kwa alama za kifahari. Wakiwa ndani, Pendo alisimama kama mtu aliyepigwa na radi. Kila pembe ya nyumba kilichong'aa kwa mwanga wa kifahari, dari za dhahabu, rangi za kupendeza, chumba kilichofunikwa na sanaa na viwanja vikubwa vilivyojaa maua na miti ya kupendeza magari ya kifahari yalikuwa yamepangwa kwa mstari nje ya mlango wa mbele, kila moja alikitoa ishara ya mali isiyo ya kawaida. Pendo alibadilisha pumzi, macho yake yakiangalia kila kitu kwa mshangao mkubwa. Hamza, mbona hapa? aliuliza kwa sauti ya kicheko cha mshangao na aibu. Hamza akamkumbatia kwa upole, macho yake yakimtazama kwa unyenyekevu. nilihitaji mwanamke atakayenipenda bila kujua mali yangu, alisema. wewe ndiye uliniona kama kama binadamu, si kama mfukara mimi si mtu wa kuangaliwa kwa sura au mali bali kwa roho. Pendo alishikilia mkono wake, macho yake yakiwa na machozi kidogo ya furaha. Alijua kuwa upendo wa kweli ulikuwa mbele yake, mtu ambaye alikuwa amemwona kwa moyo wake, si mali au utajiri. Hamza akatoa pete yenye urahisi na uzuri wa kweli, akaweka kwenye kidole cha Pendo kwa heshima na upendo. Utakuwa malkia wa moyo wangu, alisema kwa sababu hukuniangalia kwa macho ya dunia, bali kwa macho ya utu. Pendo alitabasamu akajisikia moyo wake ukijaa amani na furaha isiyo na kipimo. aliyemkataa mwanzoni wanawake waliokuwa wanamzunguka kwa hofu ya kushika nafasi walikosa kuona kitu ambacho Pendo alichokiona, hakika ya upendo wa kweli Miezi kadhaa baadaye, Aisha alikuwa ameketi na Neema kwenye kahawa ile ile ya pembeni ya barabara, mahali walipomdhihaki yule mwenye nguo za kuchakaa. Walikuwa wakiendelea na mazoea ya yao ya kusema maneno ya kejeli kila wanapokumbuka tukio la Hamza. Huyo maskini wenu bado yupo? Neema akauliza huku akicheka. Aisha akatikisa kichwa, sijui, labda anazunguka, anatafuta sadaka. Ghafla gari jeusi kubwa la kifahari lilisimama mbele ya kahawa. Milango ikafunguka na Pendo akashuka akiwa amevalia gauni zuri la hariri, pete inayomulika kidoleni mwake. Nywele zake zilikuwa zimepambwa kwa ustadi na tabasamu lake lilikuwa la malkia. Aisha na Neema walibaki vinywa wazi. Pendo aliwakaribia akawasalimu kwa upole, habari za nyumbani. Neema alijaribu kujizuia Pendo, uko wapi? Umepotea, na hii gari? Pendo akacheka kidogo, nimeolewa. Kisha akageuka nyuma, Hamza akashuka kutoka kwenye gari, sasa amevalia suti ya gharama kubwa, viatu vya ngozi vinavyong'aa, na saa inayomulika jua. Alimkaribia Pendo akamshika kiuno kwa upendo. Kisha akawasalimu Aisha na Neema kwa tabasamu la utulivu Aisha alihisi dunia inamzunguka Hamza wewe Hamza akatabasamu tu bila kujibu moja kwa moja Pendo akaongeza kwa sauti ya upole lakini yenye nguvu Mlimekataa mtu mwenye moyo wa dhahabu kwa sababu ya fulana iliyochakaa Mimi nilimchagua kwa moyo na moyo ukanipeleka mahali ambapo macho yenu hayakuweza kuona Hakukuwa na haja ya maneno zaidi Aisha alihisi aibu ikimtia moto usoni mwake Neema alitazama chini, hana la kusema. Pendo na Hamza wakaingia tena kwenye gari, milango ikafungwa kwa utulivu, kisha wakaondoka, wakiwa wameachia hewa nzito ya ukweli nyuma yao. Aisha alibaki ameketi, akiangalia kahawa ile ile, ambapo alidhani alikuwa akifanya uamuzi sahihi. Siku hiyo alijifunza kwamba wakati mwingine macho yanadanganya, lakini moyo pekee ndio unaona ukweli.